Eh, salamu alaikum na habari ya wakati huu. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu. Na kadhalika nisikitike sana. Sana nasikitika. Natoa darasa hili nikiwa nasikitika. Huu ni ujumbe maalum kwako. Jumbe huu ni maalum. Na wallahi kama ukishindwa kuzingatia huu ujumbe hakuna wa kumlaumu isipokuwa jilaumu mwenyewe, utailaumu nafsi yako. Na kuwa nikiona yani walimu wako wanakwambia, pana mtu, pana mtu katika maisha yako, ni anakunyonya sana, anakunyonya sana sana, ni wengi wanakunyonya, lakini huyu imekuwa kake ni too much, too much. Mtu huyu umekuwa ukitumia nguvu nyingi kumbadilisha, abadilike awe ni mtu miongoni mwa watu, lakini kwa kweli unaona juhudi zako zinagonga mwamba kila siku, kwa sababu mtu huyu sifa yake ya kwanza ni uvivu. Sifa yake ya kwanza ni mvivu, ni mvivu, ni mvivu, mvivu. Hivyo basi mtu huyu amekuwa anakuonea hatari, yani kazi unaofanya kujitafutia riziki ama kumpatia msaada fulani Yee awezi akaifanya kwa sababu ona, inahatarisha kama inahatarisha heshima yake ama inahatarisha imani yake. Lakini cha kushangaza, wewe unapofanya kazi hiyo yale matunda anayoyapata yeye yeah, anakuwa ni mtu wa kwanza kuyapokea, ni mtu wa kwanza kujipiga kifua kwamba haya ni matunda yetu ya kwetu. Kivipi yani? si yako ya tena ya kwetu. na nauona kwamba ana haki ya kuyatumia sasa walahi walimu wanahuzunika sana wanahuzunika sana kwa kweli hata mimi hapa ake mungu tena niseme nimechoka nimetoka darasani nimeona nislali niutoe tu ujumbe kwa kweli walai lo lo inaniuma nafsi inaniuma jamani mtu huyu amekuwa ni too much yani kila njia ambazo utasema upite labda ataelewa nimpitishe njia hizi aelewe maisha lakini unaona kama vile unampigia mbuzi gitaa acheze Anasema anasema katu, mbuzi hatoimba, atabaki kulia me, hata mpigie gitaa ipi. Mtu huyu na yote hii kwa sababu, kwa upande mwingine, mtu huyu ni sumu kwako, adui laka, adui juu yako. Kwa upande mwingine, mnafiki, mnafiki. Yani, kuna mnafiki na unafiki wake ni kupata pesa ya ugali yani kunafikia huko sio kwamba upate madhara ili yani kujikweza kweza, ajikweze kule, wampe 100 200, wamfanyie wamkaribishe, wa chakula ale ugali ale chakula, yani ndio unafi. Sasa watu kama hawa ni masnitch na wanakuchelewesha, na ukiangalia kwa jicho kabisa la ukweli kabisa, jicho alisije kuwa la kinafiki, jicho la kiucha Mungu, jicho la kiswaumu swaumu, jicho la kiswala swala na sadaka, wallahi akusaidii chochote, ana msaada wote juu yako, ana msaada wowote juu yako. sana sana alikuja ujifunze. Hivyo basi ukisema kwamba ataona aibu, wallahi mtu huyo ana aibu? Aibu utaona wewe Sheikh, wallahi billahi my my, my, brother, my sister and whatever aibu utaona wewe. Huyo ana haya wala ahisi vibaya Yaani wallahi yaani wallahi, sijui unajua watu wakoje, sijui yaani <laughs> yani, eh, yani. wallahi wala ya khe wale waanga wanajua nazungumzia nini, wallahi billah wale waanga wafahamu mimi nazungumzia nini kuna watu wamekosa haya ya khe eh eh pu, kwa kweli Mwenyezi Mungu aepushe vizazi vyetu visije kuwa visije kuwa na tabia za hovyo kama hizi tabia chafu, afadhali afadhali ya umalaya wallahi billah shah ukosa aya shekh, alayau la yati illa bi khair, asiyekuwa na haya, mtume anasema anafanya atakavyo, kwa sababu ndio desturi yao. Kwa ah, kweli mimi sisemi kitu wallahi, mimi zingatieni hayo.